Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan amefanya mabadiliko ya muundo wa Ofisi ya Rais, Mipango na Uwekezaji na Wizara ya Nishati kwa wizara hizo kuwa na makatibu wakuu wawili kwa kila wizara, kuteua na kufanya uhamisho wa viongozi mbalimbali. Kwa mjibu wa taarifa iliyotolewa na Katibu Mkuu Kiongozi Balozi Daktari Moses Kusiluka, viongozi walioteuliwa ni kama ifuatavyo. Wakuu wa mikoa: Kanali Yaya ya Ramadhani Kido ametolewa kwa mkuu wa mkoa Kagera akichukua nafasi ya Bi Fatma Mwasa na Kanali Donald William Msengi ameteuliwa kwa mkuu wa mkoa wa Mtwara. Kanali Msengi anachukua nafasi ya Kanali Patrick Kenani Sawala ambaye atapangiwa majukumu mengine. Makatibu wakuu. Dr. Tausi Mbaga Kida ameteuliwa kuwa katibu mkuu ofisi ya rais mipango na katibu mtendaji wa tume ya taifa ya mipango. Dr. Fredy Matola Msemwa ameteuliwa kuwa katibu mkuu ofisi ya rais uwekezaji wa balozi waziri Rajab Salum ameteuliwa kuwa katibu mkuu wizara ya viwanda na biashara. Balozi Salum anachukua nafasi ya Dr. Hashib Twaibu Abdalla ambaye atapangiwa majukumu mengine. Dr James Peter Mataragio ameteuliwa kuwa katibu mkuu wizara ya nishati anayeshughulika masuala ya mafuta na gesi asilia. Aidha, mhandisi Freshia Josen Mramba atakuwa katibu mkuu wizara ya nishati anayeshughulikia maswala ya umeme. Makatibu tawala wa mkoa, Dr Toba Arson Nguvila ameteuliwa kuwa katibu tawala wa mkoa wa Arusha. Dr Nguvila anachukua nafasi ya Bwana Misail Musa ambaye amestaafu na daktari Stephen Justice Nindi in ametolewa kuwa katibu tawala mkoa wa Njombe. Daktari Nindi anachukua nafasi ya Bi Judika Omali ambaye amestaafu. Naibu makatibu wakuu, bwana subili akomelegwi kajela joshua ametolewa kuwa naibu katibu mkuu wizara ya fedha anayeshughulika anayeshughulikia huduma za hazina. Bwana joshua anachukua nafasi iliyoachwa wazi na Bi Jenifa Omolo ambaye aliteuliwa kuwa katibu mkuu ofisi ya rais maendeleo ya vijana. Bwana Ercides Robert Mbwasi ametuliwa kuwa naibu katibu mkuu wizara ya viwanda na biashara. Bwana Mbwasi anachukua nafasi ya Dr Suleimani Hassani Selela ambaye atapangiwa majukumu mengine. Profesa Mohamed Sheikh ameteuliwa kuwa naibu katibu mkuu wizara ya mifugo na uvuvi anayeshughulikia masuala ya uvuvi. Eidha, Dr Edwin Mwende aliyekuwa naibu katibu mkuu katika wizara hiyo atapangiwa majukumu mengine. Birozi Zakalia Ambrose Ambros ameteuliwa kuwa naibu katibu mkuu wizara ya maji. Bwana Emmanuel Tayari ameteuliwa kuwa naibu katibu mkuu wizara ya afya anayeshughulikia masuala ya dawa na vifaa tiba. Profesa Peter Laures Makenga Msofe amehamishwa kutoka ofisi ya makamu wa rais kwenda kuwa naibu katibu mkuu wizara ya kilimo anayeshughulikia masuala maswala maendeleo ya mazao na usalama wa chakula, akichukua nafasi ya Daktari Stefano Justice nindi in ambaye ameteuliwa kuwa katibu tawala mkoa wa Njombe. Daktari Fabian Magawa Madela ameteuliwa kuwa naibu katibu mkuu wizara ya mifugo na uvuvi anayeshughulikia masuala ya mifugo na Baruzi Baraka Harani Luvanda ameteuliwa kuwa naibu katibu mkuu ofisi ya makamu wa rais anayeshughulikia maswala ya mazingira. Naibu katibu mtendaji wa tume ya taifa ya mipango Bwana Sosthenes Lawrence Kewe ameteuliwa kuwa naibu katibu mtendaji tume ya taifa ya mipango anayeshughulikia masuala ya ufuatiliaji na tathmini. Bwana Kewe anachukua nafasi ya Dr. Linda Ezekiel ambaye atapangiwa majukumu mengine. Barozi Meja Jenerali Marco Elshagagute ameteuliwa kuwa barozi na atapangiwa kituo. Mwenyekiti wa bodi Dkt Hassan Mamdu Mshinda ameteuliwa kuwa mwenyekiti wa bodi ya wadhamini ya taasisi ya moyo ya Jakaya Kikwete.